Iko kipimo cha pili kinaweza kufanyika baada ya kipimo cha kwanza? Yes, kwa sababu ni kipimo ambacho tunazidi ku, ku... Kuchokonoa zaidi kujua kama we una kisukari au la. Alafu uzuri wa hiki kipimo mm. unaweza ukajifanyia hata we mwenyewe nyumbani. E, vipimo vyote hivi kwa Tanzania unaruhusiwa kujifanyia wewe mwenyewe nyumbani kwa sababu unaweza kaenda hospitali yoyote mm. au e, katika duka lolote la dawa tunaita famasi, ukaenda ukanunua kipimo cha sukari kinaitwa glucometer machine. Ndio. Kwa kishanunua ile glucometer machine unaweza kaanza kujipima wewe mwenyewe asubuhi Mm. na unajipima wee mwenyewe mara tu umemaliza kula, ukikaa baada ya masaa mawili, ukawa unajipima sukari. Lakini pia unaweza ukanunua dukani e, ukajichallenge wee mwenyewe ukaona sukari yako inakuwa katika mwenendo e, glucose, glucose kwa kutumia ukajifanyia ukaji wee mwenyewe mm. na ukajitathmini kama una sukari na kunyemelea awa. Ula. Lakini pia vipimo vyote hivyo vinapatikana katika hospitali yoyote. E, vipimo hivi vyote e, vinapatikana katika hospitali zote. Sema tu kipimo cha oral glucose tolerance testi hakifanyiki mm. e, mara kwa mara kwa sababu e, cha kwanza kinahitaji strip nyingi kinahitaji strip 1 2 3 4, unataka upimwe mara nne. Alafu kitu kingine eh, kinahitaji muda mm -hmm. Eh, mgonjwa mmoja anatumia kama masaa mawili kum, kutaka kumtathmini kama mwili wake unastahimili sukari au la mm -hmm. Alafu kitu kingine kina demand watu wakae wanakufuatilia wewe wakati kuna wagonjwa wengi waliozidiwa zaidi yako mm -hmm. Kwa sababu sasa hatujaikuta tu, sukari tunaangaika mm -hmm. nini kwa sababu hatupo kwenye kukinga mtu, lakini kwa mama mjamzito uh, kwa sababu unapopatwa na kisukari wakati wa ujauzito kuna uhatari mkubwa wa mama kuweza kupoteza mtoto, mtoto akawa mkubwa, au kupata madhara mengi wakati wa ujauzito. Kwa hiyo yeah, tunakuwa tuko makini. Kwa hiyo mara nyingi mama uh, huwa anafanyiwa oral glucose tolerance test mm, kama unaona kwamba yuko hatarini kupatwa na kisukari wakati wa mimba.